Amen. Amen. Miaka miwili iliyopita alikuwa anatembea kwa nimepata nini? Mguu. Amen. Tena, baada ya miaka kadhaa isiyopungua miwili itakuwa na ile gari na kimbia. Amen. Amen. Amen. inakimbia ile gari. Na napewa gari ya miguu. Amen. Amen. Amen. Amen. Baada ya miaka mingine miwili, mm. Napewa gari ya miguu mingi. Mhm. Hesabu ya miaka vizuri kama tutakuwa pamoja hapa. Amen. Amen. Yes. Na ile gari hata Mungu anaweza anaweza niambia mwanangu, usipate shida. Mm. Eh? Hata utafute pesa uweke uweke uweke. Yeah. Alafu sasa ucheni nunua no, weka mafuta na nini? Mm. Eh? Anaweza tu tuma Mama Neema. <laughs> mm. Ama akatuma Mama Joyce. Yeah. Ama akatuma shangazi yangu hapa Mama Rehema. Mm. mm. Amen. Amen. Amen. Oh, amen. <laughs> Lakini pasipo kufunga, pasipo kuomba hivi vitu haviji. Kwanza kabisa vinafunguliwa katika ulimwengu wa kiroho vinafunguliwa, yes. katika ulimwengu wa kiroho. Yes. Amen. Wanajua kama hili kanisa limejazwa na hizi tiles za hii rangi. Amen. Amen. Hii kanisa yote. Amen. Amen. Amen. Hii hii hii kanisa. Unaona hii rangi? Si ya mababu hii. Yes. Hii yote imejaa. Amen. Amen. Imefunguliwa katika anga. Yes. Na ikifunguliwa katika anga, Mungu hutuma mtu akagusa mtu. Yes. Anakuja hapa. Anasema mtumishi, Kanisa lako ni zuri pale kwa madhabahu. Mm -hmm. Lakini mbona huku chini mmeweka galani? Mimi nitatoa tiles box 20. Amen. Alafu sasa uzuri